Yes, hello mambo vipi mdau, it's me Teacher Sharaki. Kama kawaida nina habari njema kutoka bodi ya mikopo na ni taarifa kwa umma iliyotoka leo Ijumaa Disemba 19, 2025. Tunapenda kuwafahamisha wanafunzi wanufaika wa mkopo inayotolewa na HESLB kuwa malipo ya fedha ya kujikimu meals and accommodation kwa robo ya kwanza ya mwaka wa masomo 2025/2026 kwa idadi kubwa yamekamilishwa. Jumla ya shilingi bilioni mia moja sabini na nne kwa ajili ya chakula na malazi zinatakiwa kulipwa katika robo ya kwanza yani quota 1 ya 2025/2026. Mpaka sasa hezbu imekamilisha malipo ya shilingi bilioni mia moja hamsini na tano milioni mia nne na kumi elfu sabini na moja mia tano tisini na saba ambazo ni sawa na, na, na asilimia tisini ya lengo. Iwapo mwanafunzi mnufaika yeyote amekamilisha taratibu za usajili chuoni na bado hajalipwa, anashauriwa kufika kwa afisa mikopo ili changamoto yake iwasilishwe Hezebu kwa hatua za ufumbuzi. Hezebu inatoa rai kwa wanafunzi waliopangiwa mikopo na hawajapata kufanya hivyo na kujisajili katika mfumo wa malipo ya kidijitali yani didis. Aidha, wanafunzi wenye changamoto za taarifa ya malipo wanashauriwa kuwasiliana na benki husika kwa taarifa zaidi. Tafadhali wasiliana nasi kupitia simu namba 0736 665533, ujumbe wa whatsapp kupitia namba 0739 665533, barua pepe ni info@hezeb.go.tz au e mrejesho Taarifa hii imetolewa na kitengo cha habari, elimu na mawasiliano. Isimitia Sharak, endelea kusubscribe chaneli hii. Asante.